Unashangaa kwa nini posti yako haionekani kwenye mitandao? Jibu ni kanuni za mitandao. Leo, tutajifunza jinsi hizi kanuni zinavyochagua kontenti kwa wateja na jinsi ya kuzitumia kwa faida yako. Algorithm ni mfumo wa kiotomatiki unaotembelea posti zako na kuzipangilia kulingana na sheria fulani. Kama mpishi anavyochagua viungo, mitandao hutumia kanuni kuamua uchaguzi wa waca. Posti zinazopendwa na wengi hupewa kipaumbele. Aina ya kontenti: video, picha au maandishi. Kila mtandao una upendeleo wake. Wakati posti unayoweka wakati watu wako mtandao, ni huona zaidi. Kila mtandao hutilia mkazo mambo haya: mwingiliano, likes, machapisho, kugawana, uhusiano. Mtandao hukumbuka mara ngapi mteja anakutazama ukurasa ubora wa kontenti: picha wazi, sauti nzuri na ujumbe mfupi. Wakati sahihi: chapisha mchana kwa wazazi, jioni kwa vijana. Kila mtandao una kanuni zake. Facebook hupenda posti za kujenga mazungumzo, kama vile je, unapenda kahawa gani? Instagram, video fupi na picha zenye rangi hupata kipaumbele. TikTok, video zinazoshika muda wa sekunde tatu hufanikiwa. YouTube, video ndefu zenye maelezo ya kina hupendwa na algorithm. Fanya algorithm zikufanye kazi. Zua maswali, posti za unafikiri nini huchochea maoni. Tumia hashtag sahihi, chagua tano hadi kumi hashtags zinazohusiana na bidhaa yako. Chambua data, tumia zana kama Instagram Insights kutambua wakati bora wa kuchapisha. Waonyeshe uhalisi wako, watu wanataka kujua wewe, sio bidhaa tu. Kanuni za mitandao si siri, ni fursa. Anza leo kwa kutumia mbinu hizi, chambua matokeo yako na uwe mjanja. Kumbuka, mwingiliano na uhalisi ndio ufunguo wako. Bonyeza subscribe kwa maelezo zaidi. Kanuni ni rafiki yako, zitumie kwa busara. Fanya mitandao ikufanyie kazi. Wito wa vitendo kama tag rafiki yako hufanya maudhui yako ya sambae.